anachagua baadhi ya watu na wengine anaweka nafasi zingine. Ndugu katika imani, hakika hakika mimi nina furaha sana kuhudhuria katika eneo hili, walilahi alhamdul minna na kuweza kudiriki sala ya Ijumaa ya kwanza kwenye msikiti huu. Allah mlipe kila la kheri, ambaye fanya sa'i ya kupatikana markazi hii kwenye maeneo haya ambayo bado watu wanaendelea kuja kwa ajili ya kujenga, na muombe Allah jalla waala kwa majina yake yote matukufu na sifa zake ambazo ziko juu kabisa, kumkubalia ambaye amekuwa ni sababu wa kupatikana msikiti huu

nayo si nyingine, ni mambo ya kuchanganya misikiti na makaburi. Msikiti, ndugu yangu, katika imani ni sehemu tukufu. Kama tuna kumbukumbu nzuri, Mtume sallallahu llahu alayhi wa wa sallam alipofika Madina, kwanza alishukia maeneo ya Quba. Quba kipindi hicho siyo Madina, ni nje ya Madina, sasa hivi ni ndani ya mji akajengwa msikiti wake ule, masjidi Quba akajengwa, walilahi alhamdu. Akatoka akaja maeneo akasimamisha sala ya kwanza ya jumaa pale, pia pamejengwa msikiti, sio mkubwa, lakini kama vile historia fulani kwamba mtume aliswali jumaa yake ya kwanza hapa. Alivyotoka pale, mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda katikati ya mji ambapo ulijengwa msikiti wake masjidu nabawi alsharifu. Pale Mtume kabla hajajenga msikiti aliwauliza wakazi wa maeneo yale, haya maeneo hakuna makaburi hapa? watu wazikani? walikuwa wazikani? Kaambiwa walikuwa watu wakizikana maeneo gani, yakaelekezwa, yakafukuliwa makaburi ili paweze kujengwa msikiti. Hii ni wazi kwamba msikiti na makaburi ni vitu vili tofauti kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake aliyoyasema akazungumza salawatu llahi wasalamuhu wa alaihi, alardhu kulluha masjidun, kwamba ardhi yote ni msikiti, illa lmahbarata walhammam, au kama qala salawatu llahi wasalamuhu wa barakatuhu wa alayhi, kwamba ardhi yote ni msikiti isipokuwa makaburini na sehemu za kujisaidia haja ndogo au haja kubwa. Sehemu hizi hazifai kutekeleza ibada ya sala. Sehemu hizi hazifai kutengenezwa msikiti maeneo hayo. Lakini tunashangaa sisi katika jamii tulionayo leo, utakuta pamejengwa msikiti mahala pale, alafu anatolewa mtu huko kafariki, anakuja kuzikwa mbele ya msikiti, ukiuliza, kwa huyu ndiye mwasisi wa msikiti huu. Haya ndugu zangu, katika imani ni makosa, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amelaani vikali salawatullahi wa salamu alayhi juu ya masala haya ambayo watu wanayafanya, Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika haya ameyakataza salawatullahi wasalamu aleihu. Na hii ni dalili ya wazi kwamba msikiti na sehemu za kuzikana zinakiwa ziwo mbalimbali, na bali wanachuoni walioharamisha jambo hili, wanachuoni waliotangulia na wasasa, kwamba msikiti unapojengwa mahala pasiwe ni mahala watu wanazikana au kuna baadhi ya watu mahala kuna makaburi wanajenga msikiti mahala pale pale, wakwambia, kwani mimi naswalia aliyokufa hapa? kwani mimi mimi naswalia kaburi? mimi naswali si ndani ya msikiti bwana, kuna ukuta hapa. Masuala haya ndugu zangu, wanachuona wamekataa vikali sana, bali mpaka ukiangalia masuala yalivyo siyo, labda kuna baadhi ya watu wanafikira kwamba haya ni mambo ameletwa na watu wa sunna au wanawaita mawahabi si kweli jamani, katika madhahibu alarba zote wamekataa msikiti kujengwa juu ya makaburi, msikiti kujengwa eneo la makaburi, watu kuswali kuelekea makaburi au mtu kuswali makaburini. Haya mambo yamekatazwa, bali alimamu Abu Hanifa amekataa rahimahullahu ta'ala Alimamu Malik amekataa rahimahu llahu taala, kadhalika alimamu Shafii ambaye sisi tunajinasibisha naye, watu wa maeneo haya yaani watu wa maeneo ya Afrika Mashariki, nakati kwamba sisi imamu wetu imamu Shafii, bali imamu Shafii ni mkali kweli kweli katika masala haya, bali yeye alikuwa akiitwa rahimahu llahu taala, akiitwa alimamu kwamba ni nasiru ssunna wa kanu lbidai alikuwa ni mtu mwenye kuinusuru kui sunna na kuiminya na kui minya, minya kabisa bidha hii. Ni dalili kwamba hakuwa kama watu wanavyomfikiria Imam Shafi, kama anakubali kila jambo kama watu wanaoyafanya hivi sasa na kumsingizia maskini, wala si kweli. Bali yeye mwenyewe maneno yake maarufu asemayo, maneno yake mashuhuri anayosema Imam Shafi rahimahullah, idha sahha alhadithu fa fahuwa madhhabi, hadithi inapokuwa ni sahihi, basi huo ndio mwenendo wangu. Akasema tena Imam Shafi rahimahullah

wa man stada fa akhta fa lahu ajrun wahid. Yeye akijitahidi, mtu akijitahidi, lakini mtu ana sifa za kujiri. Sio yoyote mwenye sifa za kujitahidi ambaye ni mtu mwenye ilmu ya kutosha anajua mai. katika zile funun za ilmu zote ambazo katika masala ya kujitahidi ameingizwa katika jambo, jambo kama hilo. Sio mtu wewe umesoma hadithi mbili umehifadhi suraa na suratu Nas anasema anaweza kujitahidi, la wallahi sivyo, bali

na mwenye kujitahidi akakosea atapata malipo atapata lipo moja, kwa maana yeye amekosea kwa kule kujitahidi kwake atalipwa, lakini kukosea kwake hawezi kulipwa. Ndugu yangu katika imani, haya masala yalivyozoeleka kwenye jamii yetu, misikiti kuchanganywa na no makaburi au watu kujenga kuingiza makaburi misikitini. Kuna msikiti mmoja pale Dar es Salaam, kuna msikiti mmoja pale Dar es Salaam, wale ambao wanajua maeneo ya Mburahati, kuna bwana mmoja aitwa shekhe, yeye basi alifia huko maeneo fulani katika mikoa, baadhi ya mikoa, akaletwa akazikwa ndani ya msikiti, kwa kuwa eti yeye ni shekhe wa maeneo yale na ni mbora wa maeneo yale, au ndiye ya muasisi wa msikiti ule. Ndugu yangu katika imani, haya sio sawa, haya ni makosa. Ndugu zangu katika imani, haya masala wanachoona maelezea vizuri la lakini kwa sababu tunaenda kwa nidhamu ambayo imepangwa na, tukianza kutiririka na yote kwa kweli, hatuweza kufika kwenye malengo. Mimi naona niishie hapa, kwa sababu ni, ni ukumbusho tu mchache ambao limekuja nao. Barakallahu llahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq.